Mauaji hayo yalitekelezwa na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa maimai karibu na eneo la Katogota. Rumeneza ni mkazi wa eneo hilo, anakumbuka kilichotokea. hakuna nyumba yenye hawakuingia kama kwenda naua, nilipotezaka shangazi yangu na babinamu, na mpaka hivi tungali tunaona sawa, vitu haviishi juu kila siku ni masasi maana tukumbusha vile, ile maafa ya zamani. Kwa kawaida wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kwa kumbuka waliopoteza maisha na kurusha mashada maua kwenye mto Rusizi kama kumbukumbu kumbu. ila mwaka huu hilo halikuwezekana kwa sababu wengi wamekimbilia nchini Burundi na wengine katika vijiji jirani. Esperance matumaini ni miongoni mwao. tunalalamikia viongozi watujue hali watusikilie huruma waangalie hizi mayatima zilibakiaga na wajane maanake watuchukulie kwa gisi na sisi tujikute watu kama wakaaji waengine fasi. Rafael Wakenge, mratibu wa muungano wa wakongomani kwa ajili ya haki ya mpito, anaeleza matatizo yanayowakumba katika juhudi za kutafuta haki. kati ya watu wenyewe wanakuwa na damu ya wakongomani ndani ya mikono zao Mmojawapo wanakuwa ndani ya serikali. Sisi tunadhani kama inawezekana, kama tunakuwa na hiyo politic, kama tunakuwa na strategy ya kuweza kutia kweli ile sheria ya mpito. Familia za wahanga wa mauaji ya Katogota zinatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuanzisha mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Kongo ili kuhukumu makosa yote yaliyofanywa kwenye ardhi hiyo.